Kitabu cha mwanzo tuliangalia nne, tunafahamu habari za Kaini na Habel. Mungu anamwambia Kaini, dhambi ipo inakuotea mlangoni. Huyu ni mtumishi wa Mungu, Kaini linafahamu kuongea na Mungu, linafahamu kumtolea Mungu, kumfanyia Mungu ibada ya matoleo, linafahamu vizuri kabisa. Lakini jinsi alivyoenda mbele za Mungu ni tofauti, mpaka Mungu akakataa sadaka yake, moyo ulikuwa umeharibika tu. Sio yeye, mwamba alianza kufanya kazi pale, mfalme wa uwezo wa anga katia tabia jamaa, chuki imekaa ndani mwake. Mungu anamwambia Kaini, ukifanya vyema hutapata kibali, angalia, dhambi inakuotea mlangoni, ya kupasa uishinde. Sema uishinde. Mpaka leo hii dhambi akushindii. Mungu mwambie mwenzako, Yesu akushindii dhambi, alishamaliza pale Kalvari. Kupambana na dhambi ni jukumu lako. mwambie We ukelekea gesti usitegemee ndio kukutoa. Usiende huko. Wewe usiende huko. Usiende huko, usiingie huko. Ah. Anakuacha wewe, nenda tu. Wewe ndio upambane na hiyo. Mwizi, Mungu aje kukukuta umeiba saa ya mtu wala ya mtu aje kukushika mkono na kukumute mkono hivi. Hatia hiyo, wewe umeiba mwizi. No. Ni mfumo wa uwezo wa anga na kuroho kwenye mawazo, kwenye akili yako. Ni ndani. Kaini alipambana ndani. Anashindana ndani ili asiingie kwenye mtego ule, na ni Mungu kabisa anamwambia. Unajua, nyingine wengine wanaweza kusema Mungu ameniambia sababu. Ah, ni mawazo yalikuwa yananijia tu, lakini jamaa ule Mungu alikuwa anamwambia Kain, dhambi inakotea mwangoni, ya kupasa uishinde. Kene imeje ikasema, ah Mungu, lakini afanye. Ungempiga tu ngumi moja mwa ambao azimie kwanza, acha wizi, acha ukorofi. Unaona mawazo ya kibinadamu tuliyonayo sisi, yani kande, mimi mwanadamu, kibinadamu ndio Mungu nakutia kutia mbata moja ambako anaacha lakini Mungu afanyi hivyo. Kazi ya mkuu wa anga ni kuteka nyara fikra na kuitumikisha kinyume na Mungu. Hiyo asira, sijui ukahaba, wizi na kadhalika ni kawaida ya ulimwengu huu. Ndio maana Paulo anazungumza, silaha za vita vyetu zina uwezo wa kuangusha nini? Ngome, mawazo mabaya, fikra hizo chafu na kila kitu kinachojiinua juu ya elimu ya Mungu, tukipatiliza maasi yote kutikwe kutakapotimia. Silaha za vita vyetu zinaweza kuangusha ngome, tukiangusha fikra mbaya, mawazo mabaya. Paulo anazungumza vizuri, silaha za vita vyetu huku juu. Efeso anazungumza mlikuwa mkifuata kawaida ya mfalme wa uweza wa anga. Amepofusha fikra, anasema mungu wa dunia hii amepofusha fikra, ili nuru ya Injili isipate kufanyaje? amepofusha fikra maanake uende kinyume na Mungu. Alianzia pale bustanini, kazi ilianzia pale bustanini kupofusha nini? Fikra tangu bustanini pale kwa hawa na Adam alienda ku corrupt mind, kufanya hacking ya mfumo wa kimungu ndani ya udu, iliingizwa virus ya kwenda kushambulia mfumo wa Mungu ndani ya ubongo kwa Adam sasa hivi kwenye kompyuta zetu tunaweka antivirus kwenye PC zetu hizi, sio ili kunya vidudu vinaitwa Odinga vikienda kucorrupt window tu basi, umekwisha ume, yani faili zote zinaondoka. Sasa Ibilisi kazi yake ni kuhack system of God, kuishambulia system ya ya Mungu, mtu asiweze kufikiria kimungu, afikirie kidunia. Dunia ni ufahamu, utawaliwe na ulimwengu kinyume na Mungu. Kwanza zi. kazi yake ni ya kwanza ya pili kupambana na waombaji wasikutane na, na, na majibu yao. Anafahamu iblisi, kuna miombaji hapa, tutahakikisha amkutane na hii ngoma, alianza na Daniel pia kule Amen. Yesu anazungumza yoyote, ni yaombaye aminini kwamba mmekwisha kuyapokea nayo atakuwa yenu, lakini tunaamini kabisa aombaye hupewa, ukiomba kunapewa lakini anasema aminini hata kama hujashika mkononi ni Mungu Yesu anakuambia sasa hivi anakwambia amini amekuwa nini umeomba msosi sasa hivi una njaa anakuambia ni kwa imani umeshapata mwanangu umeshiba Yesu alikuwa mkorofi kwa sababu gani anafahamu kuna shambulizi la maombi unayohitaji alianza kwa Daniel tulisoma kumi ile tunafahamu ile vita ni Daniel alianza kuomba siku ya kwanza mpaka siku 21 Biblia inasema siku ya kwanza alipotia nia yake kuomba maombi alikuwa ashafanyaje? Yameshajibiwa ya lakini, mkuu wa uwezo wa anga alishughulika nayo majibu. Ambayo mbingu imeauthorize huyu mwanangu atakiwa akapokee pakeji yake siku ya kwanza tu, malaika amekaa. Malaika nikwambia mtakatifu yuko hapo kwa juu, shetani kaenda kumzuia. Unapeleka watu wewe uh, usitete ujinga, hakuna anachopokea. Jamaa apokee chochote, na ndivyo wengi wanavyofanya hivyo, unaomba unakata tamaa, natoka kwenye mstari kabisa. Ndio mazungumzo mwana wa Adamu atakapokuja atakuta imani ipo kwenye mstari wake? Anakuja tushatoka nje kabisa, tunaendelea na maisha mengine, tunavua samaki. Siku ya kwanza maombi yamebijibiwa na malaika anamwambia, tazama, anatoka hapa, mkuu wa Uajemi atakuja. Sio mkuu wa Uajemi rahisi, au amerejesha kuna wakuu wa anga mbili ambao wanapambana nao jamaa, walikuwa na fight, walikuwa wanapambana na majibu jamaa. Sipate mkuu wa anga anapigana naye pale juu, amemzuia. Sio rahisi, sio mkuu wa majeshi, ni ufalme wa giza. Mkuu wa anga anazuia umamba asipotekee majibu yake. Imagine Daniel, mwambaji, tunafahamu kuna maombi ya Daniel, tunafahamu jinsi alivyokuwa na heshima tunafahamu jinsi ambavyo hakuwahi kusujudia Ibilisi kabisa, alikataa, alikataa, alikataa kufa na mbingu kamweshimu sam. Maombi yake yanazuiliwa na yule mwamba, na ni ujumbe kutoka mbinguni umezuia. Haleluya! Nakumbuka rafiki yangu mmoja nii, alikuwa promote kuwa meneja, wakaficha barua yake mwaka mzima, watu nakula mshahara wake wa umeneja hiyo hicho cha kawaida, na akapata habari, bwana nimekuwa promoter. Lakini da wananisagia kunguni huko chini. Simkoko nimeenda kwa aneniambia, Simkoko ukija na mbo uje uje ofisi. Nikaenda kwa Ali mjini kwao, akaniambia, bwana kuna kesi hapa rafiana, siwezi kufanya chochote, siwezi kumwambia yoyote maana nitakuwa nina matatizo. Nikambia don't worry, Mungu ni mwema. Kwa kweli, on that week Mungu akaachia chetania ya, yake barua yake Mungu asifiwe. Lakini nani anayepamba? Unaweza ukafikii kamba ni watu tu ofisini na wamwetia figisu, sio wao. Uko ufalme ambao ukubali we uwe juu, unasali nao watu, unaona ni wakubwa, mnasali nao, lakini wamefanyaje? wanakula mshahara u mwamba na aiko appointed kabisa kwenye cheo chake. Daniel Dan, ninatoka malaika anamwambia ni kabisa, Daniel uwe unaofahamu Daniel tazama ninatoka hapa, nimepandana na mkuu wa anga wa Uajemi, mkuu wa Uyunani. Mkuu wa Uajemi anakuja, yani kitongu hapa, nimemshinda mkuu wa Uyunani. Jamaa anapambana hapo juu, lakini mpango ambao kwenye ulimwengu roho, ninaona mkuu wa Uyunani amejipanga kuja kupambana na wewe. Yani majibu, nilikwambia mwisho wa jambo ni mwanzo wa jambo jingine, sio mwisho wa vita, ni mwanzo wa vita mpya nyingine kwa sababu kuna vitu ukivipata, maanake umevunja sheria ya miungu. Utakikupata, unapataje wewe? Nao anaenda kupambana, sema bwana, yule mwamba tuitaka asioe, sasa tunaona alimeoa, sasa nenda katibue ile ndoa pale. Unajitupia kwenye wasapu siku mbili au kwenye Facebook unajitupia bili mbili tatu, hey, habi wangu ni mara mwezi mmoja utumi tena bai za habi, ngumi zimeanza ndani ya nyumba ndani Usijisahau, nimekwambia kuna vitu yani lazima we on vita mpaka Yesu anarudi. mtu mmoja sasa, la wewe ishi. ishi. e kufa. ishikisha ujua kufa? kufa. Nafungwa sasa, kaza, usidanganyike, usifurahie hatua mpya, hatua mpya kikisha, unailinda, unamwambia Ibilisi, nimepanda hapa, we bwege tu utaingia na unakaza wengi, nikiwa promoted na maombi yanaenda likizo, uwe na hakika ulimshinda mkuu wa anga wa mloa. Wataomba jamaa kwenye ulimwengu wa roho, watatafuta majeshi. Bwana tunaomba mkuu wa anga mpwa yungu, tusaidie kazi njo hapa, huyu jamaa katuzoeten, katuvuruga, tumechanganyikiwa hatuelewi, naomba je, kutupa fomula mpya. Mkuu wa anga wapi, wa mpwa yungu kule njo, au wabai wa wilaya nyingine kabisa kuanga wako hawapo juu hapo. Wapo kwenye ardhi tunakaa nao mitaani. Tunakaa nao kwenye kampeni, kwenye vikao, tuko nao. Kazi yao ni kupima na kutikisa.